Kwa majina naitwa Khalid Al Barwani. Kitu kilichonivutia baada ya kuonana na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kuwa akitueleza vitu ambavyo alikuwa akiviona tukivitoa katika mitandao akielezea safari yetu, akielezea jinsi gani utu wetu na ushirikiano wetu tuliofanya katika nchi ya Tanzania, na mama alikuwa akizipata video zetu na kuzishuhudia na ndipo alipoamua kutupokea na kutukaribisha Ikulu ili tutimize ndoto yetu. Kwangu mimi gari hii ina historia kubwa sana, gari ambayo imezunguka mataifa mengi hapa duniani mpaka kufika Tanzania. Nilifurahishwa sana na Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kutoa Royal Tour, nikaona gari hii ya kihistoria iliweza kufanya mambo mengi sana ni kitu pekee ambacho kinaweza kikanifurahisha nafsi yangu, ni kumpa mama kama zawadi Kwani mama ni rais pekee hapa Tanzania aliyeona fursa ya utalii na kuitangaza katika dunia na watu wote kuifahamu Tanzania kimataifa na kuitambua Tanzania kama ni nchi pekee ambayo na vivutio vingi sana vya utalii. Hivyo gari hii nikaona ni fursa nzuri ya kumpa mama, kwani imemechi history kutokana na vitu alivyovifanya na gari hii ni ya kihistoria. Kwa hiyo nafurahi sana kuikamilisha historia hii. Kwa jina naitwa Nasser Khalid Al Salmi ni mmoja wa wakilishi wa Dream Team Explorers. Leo siku ya tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026, Dream Team Explorers ina fahari kubwa sana kuweza kufanikisha kukutana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na katika mkutano wetu, tunashukuru sana mapokezi tuliyoyapata na shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais, na sisi kama Dream Team Explorers tunaahidi kwamba tutakuwa kipaumbele kuweza kuendeleza eh, Royal Tour mbele na kushirikiana na serikali katika kutangaza utalii ndani na nje ya nchi. Kwa niaba ya Dream Team Explorers tunashukuru sana serikali ya Tanzania, tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ambariki rais wetu kipenzi. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa tukio hili muhimu. Amewatia morali vijana wengine e, nchini na nje ya nchi kwa kweli kuungana naye na kuungana na taifa letu kuendelea kutumia nguvu e, walizo nazo kutangaza yaliyo mema ya nchi yetu. Lakini la pili ni mapongezi hawa vijana kwa kujitoa na kujitolea kufanya hiyo ziara, waliamua wenyewe wenyewe. Wanasema wanafanya kazi wiki tatu, wanapumzika wiki tatu. Kwa walitumia muda wao wa mapumziko e, kufanya hizi shughuli za kuitangaza nchi. Ni washukuru sana Dream Team Explorers, na tuwakaribishe tena Tanzania. Sisi Wizara ya Maliasili na Utalii tutaendelea kushirikiana nao kama walivyosema wamefika asilimia tisini, basi siku moja wakamilishe ifike asilimia mia moja.